Mwaisa mtu mnoma, mwaisa mtumbadi, mtum, tunasonga mbele kama kawaida. Hapa asema hizi zuruo na zanguji kwanzia leo wameachana rasmi. Baadaye kumangalia atakabadilika kabadilika baadaye sasa

Anambe umedanganywa kirahisi sana. Yaani kati ni kama misizuu tu na yeye amepigwa na misizuu yani, alifanya ujinga kwa kumfua ambao akajifunza sosmsi, amekwenda akapigwa na binti, alienda akamuua timmsim akijua kwamba labda pengine ilikuwa ndo nguvu yake ya pekee, lakini kumbe alijisumbua tu. Kwa hiyo misizu alijipanga kweli, ni kwamba alikuwa na pingo islandi, lengo lake lilikuwa ni la aina hiyo hasa. Nakumbuka likuwaje, namweleza huyo ndo aliawekea kinywaji aliwawekea dawa ya usingizi kwenye kinywaji kaka pretend kameumia, akatafuta antidote kwa ajili ya bod weakening, akaichukua ile antidote, akailamba ile antidote ya bod weakening. Na baada ya hapo, alikuja akauchukua upanga ambao unaitwa Dragon Sabre, akachukua na ule upanga ambao unaitwa uh, Heavenly Sword. Alichokifanya, alikuwa tayari ameshajiandaa, achukua hizi panga zote mbili Alishajiandaa tayari. Wao wakati huo wamekata moto tu, wajui chochote, na alikuwa ameshapata siri ya hizo upanga Dragon Slayer pamoja na Sky Sword, lazima zitakuwa zina connect kati yao, aliambiwa, alipewaga hiyo siri, ndio siri ya hizo machete. Kwa hiyo alipewaga siri na mwalimu wake namna gani zinaweza kaa sehemu moja, kwa chini ndio sehemu ambayo inaweza kaangalia sehemu ya kuingiza upanga ambao unaitwa slaying sword, yani heavenly sword. Ile wakati anafanya hivyo, anajaribu kufungua pale, huyo aliona, yani yeye ndo alikuwa anapata fahamu, ni kweli kabisa kulikuwa kuna siri hizi hapo, huko chini kulikuwa kuna vita. Alifungua, akakutana hizo zote, kitabu cha tisa cha Sun. Huyo alikuwa anaona kwa mbali, alishangaa, akawa anamuamsha Si nitaka kukimbia. Halo! Ah, alikimbia, ambaye nilazimika kurukia kwenye maji ili kutoroka, kutorokana kwa kuwa nilikuwa naye antidote. Baada ya kupigwa, baada ya sumu kuondoka nilirudi, nikawasiliana, nilirudi chumweni. Ni mwalimu aangalie kila hatua, binti ya huyo binti amejifunza kum, kumfuga gani?

wao babangu akambwe kwa wapi? King amefungwa ndani ya Emei, nitaka kumsaidia, lakini alionekana ya kwamba amefungiwa sehemu mbaya sana. Kuna sehemu dogo moja tu. Nilipata zile golden hair, alinipatia hizo golden hair ili nije nikuletee wewe. Anambia nisamehe, asema nimekukosea sana wewe, nisamehe dola. Anambomewaudhi wanawake wengi sana tu wanaokupendaga mamanzi. Sifu. Mwalimu ombi ombilako la Ziruo tayari ameshatimiza. Nitaitumia nine sun kung fu kuinua email. Ukweli ni kwamba sitaki kufata amri yako kutaka kuolewa na u, u uji Tumsangi. Maana yake sisi ni marafiki utotoni. Kwa sasa tumeshakuwa maadui. Yeye ndo kanisaliti. Kwa hiyo mama usinilaumu. Mwalimu, pumzika kwa amani. Hmm. Nataka nioneshe rangi yangu. Hmm. Yaani hata ukijifanya narudi kwenye maisha yako. Yaani hata kumfu yako ni ndogo kwangu. Nenda ukawa ile mzimu huko. Tena usihangaike na mimi, hata ukija kali mzimu na kukatakata la na sumaka. Amekuwa mbadi kupita maelezo. Wakati akiwa hapo, kuna mtu alikuja. Amecancel ndoa yako kweli? Ni mjinga King Lu ambaye amekata tamaa juu ya nguvu ya mashra katika hii dunia. Amenipatia mimi kabla ya kwenda na wewe. Zanguji alikuwa naye na alikuwa Akaambia lakini ndani ya moyo wako bado huwezi kumsahau zangu, yani unampenda hasa. <coughs> Nilipe kisasi cha mwalimu wangu na zini zini mkononi mwako. Baada ya kurudi hapa, sasa hivi unaweza kufanya chochote anachotaka. Anajua kila kitu, umechukua advantage ya hiyo ndoa Sina wasiwasi kuhusiana na watu wa dunia kwenye mashoti. Kama utakuwa tayari kufanya kazi nami, basi tutakuwa na kikao ndani ya mountain email, na baada hapo sizoni maadui sizoni watakuja zangu jina kikosi chake atakuja pia. Mimi ambaye ni King Luo ndo ametaka haya yote, anataka mashwata ya dunia isiwe kwenye mikono ya hao watu. Ulipe kisasi juu ya zangu ji, ni kukanseli ndoa yako. Yes. Basi akaandaa tangazo kubwa refu hilo hapo, mama akaliandaa na watu wa mashariki ya dunia wakafika, wakiwepo shaulini na anu yeye alifika pia, binti huyu hapa karibuni wakuwa karibunin. Miaka thelathini iliyopita kuna mauaji makubwa sana ambayo aliwahi kufanyika, watu wengi sana wa mashariki ya dunia waliuawa na waliumizwa na ilikuwa ni ishu ya Jibei leo, ile imemkamata huyo shetani atasababisha gaya yote. Kwa hiyo ndo maana akaandaa kikao kwa watu wote, ili kuwaelezeni kwamba imesekti tuko hapa kwa ajili ya kuondoa. Tafadhali tumuumize, tumuue huyu mtu. Baada ya kufanya hivyo ni kwa ajili ya kumuua huyo mtu kwa sababu ni adui yetu. Wa, wa, sisi ni member wa e, sekti yetu, kiongozi wetu ni mtu anayeheshimika katika mashwa. Sasa tunataka umwachie Lion King, hayo mambo mengine ya kuhusu huyo alikuwa ni hapa Aya, mwachie babangu wa kambo. Ai, yuko tayari kupewa adhabu, dhambi zote ambazo walifanya. Babangu akaambia ushindi baba. Ule, Ule, Ule, ni juu ya huyo baba wa popo aaam, wa popo akambo nini akitame. Yani alifinywa kwa baada ya kufinywa finywa, alitekenywa balaa. Hiyo anjui na kuja ni mbaya. Ndio hapo hapo. Mzee wa popo ikabidi azuie. Alizuia kwa mikono. Ikabidi e jamaa yako akamsaidie. E mfalme wa popo. Akamsaidia mfalme wa popo. Kumanzi afai, mbebabu mchukua ni mfalme wa popo. Akamchukua mfalme wa popo. Sasa zinapigwa dharani namna hiyo. Yeye na manzi yake. Ubinti amwezi zani uji, zani uji ni moto. Ambe white school claw kick Nazijua hizo. Kwa nini ukajifunza kumfuia ajabu kama hiyo? Ambaye katika hilo ni sawa tu. Mimi sitaki kukuficha wewe, na kuficha ilinipate raha gani? Unadhani ilivyokuwa mlimani kule nichukua yani ile body weakening ya zaumini. Na nikachukua slaying dragon sabre. Kwa amri ya mwalimu wangu nilipata siri ambayo ilikuwepo katika dragon sabre, na ile slaying sword. Nikachukua advantage juu ya mahusiano yangu mimi na wewe, kwa kisha nakupumbaza. Jamaa, nambie ziro. Mauza chalo. Usikose tena, usfanye kosa lingine. Mi bado naweza kukusamehe tu. Chika. Binti anasema sasa mimi. Tei. Unafikiri nitakusamehe wewe? Sitakuacha. Akamuonesha uwezo alokuwa nao zizuruo. Leo atamuonesha uwezo alokuwa nao. Anaanza na hiyo silaha yake, silaha yake ni hatari. Cheki anapopata kaza hapo chini. Huo uwanja leo utachakaa. Zanuji. Warra. Mama yangu weka balaa hilo sasa. Huyu ni Zhang Wuji, kama alivyokwambia kwamba mashot ya dunia iko katika mikono yake, katika mikono ya mwamba. Wanamwita Zhang Wuji. Wazee wa Shaolin na sehemu zingine, wote kutoka Kunlun Mountain na sehemu zingine zote wako pale wanaangalia. Emei Mountain ndo hui binti, sasa hivi ndo kiongozi wa Emei Mountain sawa, katika ile milima yote, milima minne inopatikana kule China. Chifu, kuna mtu ameingia kule ndani, ameua wanafunzi wengi kupita maelezo. Anaambia waangalieni hawa chifu, ikabidi aende haraka haraka. Kuna mtu nasemekana kavunje kule uji. Tafadhali mwangalieni babangu wa kambo zangu. Uji anakwenda kweli. Huku ndani watu wamepigwa, yaani watu wameuawa, yani kipigo cha huyu mtu alioingia, anaonekana ni hatari, akavunja sehemu. Kumbe ni huyu mtu bana, kijana mfalme. Wanasema huyu mtu ana golden amo ndani ya mwili wake, yani ndani ana golden amo ya gold ndani, yani mwili wake ni wa gold, anajaribu anajaribu, kwanza akaguswa kidogo na kitako ile, eh, Dragon Sabre. He! anaambia wewe Shetani wewe ni mjinga. Binti anaandaa staili yake kuhakikisha kwamba anaparangana na huyu mtu, yani kumpiga mtu ni kazi zaidi ya kazi nyingine. Anakuja anagusa pale, ile afyonze nguvu, lakini nashindikana. Anamtekenya huku na kule, lakini jamaa kasimama tu katulia, yani ni kama nzi anapitapita karibu na kidonda, piga namna hiyo. Alipiga cheki anamfanya nimekwambia, ana golden arm ndani ya mwili, yani ndani kabisa ya mwili. Alimgusa binti. Unaambia mishipa ilipasuka pasuka. Yani mshipa ilikwenda paka akagusa moyo namna ile. Alo, tupo mbali anafika bwana yake Zanguji. Alo, hii ni episode ya nane. Unafikiri itakwaje katika episode ya tisa? Moto moto moto, twende final episode tukaone itakwaje hapa sehemu ya mwisho kabisa. Final, final episode.